Habari, watu wengi duniani huwa wanapoteza utulivu wa akili hasa katika kipindi hichi cha mwisho wa mwaka na sababu mbalimbali mbali, ambazo zinapelekea watu kupoteza utulivu wa akili katika kipindi hichi cha mwisho wa mwaka. Moja, kukosa usingizi. Watu wengi sana kipindi hichi cha mwisho wa mwaka huwa wanakosa usingizi kwa kutafakari yale yote ambayo wameyafanya ndani ya mwaka ha, huu. Kwa hiyo inawapelekea kuwaza na kutafakari kwamba je, kwa nini nimefanya hivyo na kwa nini sikufanya hivyo na kutotuliza vizuri afya zetu za akili na kuona ni namna gani ambavyo tunaweza tukasolve mambo ambayo yanatuzunguka. Lakini jambo la pili ni mawazo yasiyoisha, na ndio maana mtu anakosa usingizi kwa sababu ya msongo mkubwa wa mawazo. Aidha anawaza alichokifanya katikati ya mwaka huu kilikuwa ni kinyume na malengo ambayo aliyaweka kabla ya kuanza mwaka 2025 na hiyo inampelekea kuwa na mawazo yasiyoisha, lakini tukumbuke kwamba afya ya akili bora hujenga mawazo endelevu na hujenga mawazo yenye misingi imara ya kudumisha afya bora ya akili. Jambo la tatu ni kujilinganisha na wengine. Watu wengi katika kipindi hichi cha mwisho wa mwaka huwa wanapenda kujilinganisha na kujitofautisha na watu wengine kwamba ni kwa nini fulani alifanya kitu fulani kwa wakati fulani na aliweza, kwa nini mimi nisiweze kufanya kwa wakati huu? Tufahamu ya kwamba kila mtu ana wakati wake, kila mtu ana muda wake, kila mtu ana mbinu zake katika kuyatekeleza malengo yake ambayo ameyakusudia. Kwa hiyo sababu ya kuto kufanikisha malengo ambayo umeyaweka kwa mwaka 2025 isiwe ni sababu ya wewe kuweza kujilinganisha na watu wengine. Uwezi jua pengine yeye mbinu alizozitumia ni tofauti na mbinu ambazo Mwenyezi Mungu amekuandikia wewe, uwezi kuzitumia na kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo swala la kujilinganisha na wengine ni swala ambalo linaweza kwa kiasi kikubwa kuwapoteza watu utulivu wa afya akili katika kipindi hichi cha mwisho wa mwaka. Jambo lingine ni kulazimisha mafanikio ya haraka. Kuna watu ambao wameplani, kuna watu ambao wamepanga ndani ya mwaka huu 2025 waweza kufanya kitu kadha kadha kadha wa kadha, lakini tukumbuke kwamba sisi tunapanga na Mungu anapanga zaidi. Yale ambayo tunayapanga, endapo tukiweza kumshirikisha Mwenyezi Mungu, yanakuwa na baraka na Mwenyezi Mungu anaweza kuyafanikisha kwa wakati sahihi. Kwa hiyo kufanikisha suala la haraka ambalo umelipanga mwaka 2025 sio sababu ya wewe kupoteza utulivu wa akili yako, kwa sababu mafanikio ni process, mafanikio yanahitaji subira ya hali ya juu, lakini usisahau kuanza katika kile kitu ambacho umeplani kukifanya ili yaelekea mafanikio yako. Mafanikio haya haraka siku zote huwa yana hasara na yana maumivu makubwa, lakini mafanikio ya taratibu yanakujenga, yanakupa nguvu, yanakupa fahari na utulivu wa akili wa kuweza kupambana na, na, na, na changamoto katika kile kitu ambacho umekusudia kukifanya. Jambo jingine ni kukata tamaa mengine, baada ya watu kuwaza kufikiri kujifananisha na watu wengine, kujinganisha na watu wengine, huwa anaingia kwenye situation ya kukata tamaa kimya kimya, kwa kuona kwamba midhali mwaka 2025 hajaweza kufanikisha jambo lolote, basi hata mwaka 2026 hawezi kufanikisha jambo lolote. Hapana, mwaka 2026 ni mwaka ambao wewe ndio una uwezo wa kutengeneza uwe vipi na ufanye nini. Lakini kinachotufanya tuweze kufeli katika wakati huu ni kujilinganisha na watu wengine na kukata tamaa kwa haraka. Tukumbuke vitu ambavyo umeweza kuvianzisha ndani ya mwaka 2025 vinaweza vinawezekawa ndio mafanikio ya mwaka 2026. Kwa hiyo ndugu zangu, tusikate tamaa katika vitu ambavyo tunavifanya. Kwa hakika, mambo mazuri yanakuja mbele yetu. Tusisahau kwamba subira ni ibada ndugu zangu, nawakumbusha kwamba afya ya akili ni muhimu kuliko mbio za mwaka. Tuwe makini katika kuzijenga afya zetu za akili, kwa sababu afya ya akili ni afya kama afya ya mwili, na ndio injini ya mili yetu. Nichukue fursa hii kama daktari kuhimiza na kuhamasisha ndugu zangu wa Tanzania na dunia nzima kwa ujumla. Tuhakikishe tunazitunza na kujenga afya zetu za akili. Nashukuru sana. Asanteni sana.